Kama ambavyo Kabare ya Bukavu ilivyovamiwa na wazalendo na kubadilishana risasi na M23 na kusababisha maafa mengi, raia wengi kuumia. Kwa maana hili sasa ndilo ambalo huwa wanafanya M23, kila wakishambuliwa na wazalendo, wao hutumia raia kama ngao yao ya kujikinga na sababu. Kwa hiyo wakishambuliwa tu wao huwa wanageuza, hawajali raia, wajali nani, ni kutonga kote kote, kwa maana wanaamini wanapoua raia wengi, basi raia wataanza kulaumu na kuhukumu wazalendo, ninyi kila mnapokuja kushambulia tunakufa. Sasa tusubiri bila ambayo itatokea Bukavu pale Kabare, watu wangapi wamekufa? Lakini wanaua watu ni M23, kwa maana huwa wanafanya hivyo hata kabla hawajashambuliwa. Sasa wakishambuliwa na wazalendo, ndio wanateka advantage ya kuwa watu. Tutasubiri bilaa hiyo inakuja, basi ngoja tuje hapa Nyengezi tukiwa huko Kamanyola. Kamanyola ndilo eneo kubwa ambalo M23 iliweka kambi yake kubwa kwa ajili ya kuangalia e, ukuta wa Yeriko namna kuja kuushambulia. Lakini pia hii Kamanyola imegawanyika katika vipande viwili, kuna maeneo baadhi ambayo utakuta wazalendo na maeneo mengine ambayo utakuta pia au M23. Ila pia hata huku Nyangezi, ambako kwenye mlima wa Nyangezi ndiko ambako M23 wameweka silaha zao, lakini pia huko huko Nyangezi pia hata wazalendo wapo. Sikiliza. Kukwama kwa wazalendo sorry kukwama kwa M23 kufika Uvira, wao wamehesabu kwamba ni kufeli kwao katika mvuma yao wanayoifanya ya vita na siasa. Kwa hiyo kwa sasa hivi hakuna eneo lingine ambalo M23 Alliance Fleuve Congo inawekeza zaidi kama kupasua ukuta wa Jeriko, ndilo eneo wanaloliwekeza kuliko mfano. Sasa Kabila amesema hivi walale waamke, wawe macho, wasinzie, atafanya liwezekanalo ili ukuta wa Yeriko ubomoke. Na yeye kwa kuwa ametoka Kinshasa na kuja Goma, hakusema ataiondoa serikali ya Tshisekedi, ila amesema atahusika ili kuletea Kongo usalama na amani. Kwa hiyo alichokiamua ni kuipiga Kongo ili amani ije, yeye ndivyo alivyoamua. Nikakwambia juzi ametoka Kongo, hivi yupo nchini Kenya na anaweza akamuvu hata kesho, anaweza akarudi pia Goma, ama akaenda Rwanda, akaenda Kampala, vyote vinawezekana. Lakini sasa taarifa za ndani tulizozipata ni kwamba hivi Kamanyola, M23 imeweka vikosi vingi, M23 imeweka vikosi vingi kwa mpango na kusudi maalum, na kwenda kupiga, kubomoa ukuta wa Yeriko katika idadi ya askari wakubwa ambao wamepewa misheni ya kubomoa wakuta wa Yeriko wako majenerali takribani watano hivi ambao hawa majenerals watano wako baadhi kutoka Uganda, wako baadhi kutoka Kenya, baadhi kutoka Rwanda, na wengine ambao wako, wako ndani ya M23 kama kina Sultani Makenga. Manake wote kwa pamoja wamefunga nguvu yao, wamepanga plani zao, ili wafanye attempt au jaribio la kubomoa ukuta wa Yeriko. Katika hawa majenerals watano wa M23 ambao sasa hivi ninavyoongea na wewe, sasa hivi wapo Kamanyola. Makenga hayuko miongoni mwao, lakini simu hazikatiki, wako always all the time online na Sultani Makenga hawalali, hawapotezi sekunda, simu manake hawakati, wakati Makenga ongee, wajibu, wanapanga kwa vyovyote, watumie akili yao yote, uzoefu wao wote, elimu yao yote ya vita, wahakikishe kama sio kesho Jumapili, Jumatatu au siku yoyote hivi karibuni, ukuta wa Yeriko umebomoka na Uvira wamefika. Na hii ndiyo iliyokuwa kusudi kubwa la siku ya juzi. Yule askari mmoja mpumbavu fulani hivi akawa ni Mkongomani, ndio hao wanaotumia, wameshakuwa kama marobot e. Akawa anasema uh, yeye ni shemeji wake na watu wa pale sijui Kamanyola sijui Ruvunge, yeye we, walale wafanyeje, Uvira watafika e, itakuwaje? Akawa anaongea kama amelewa, hajui hata anachokiongelea sasa. E, yenyewe hajui anajiongelea tu hiyo, kwa sababu alijua mpango huo na kwa sababu ndilo hilo lililowaleta pale, akateka advantage hiyo kuwatangazia watu hivyo ili watakapokuwa wamefanikiwa kubomoa ukuta wa Yeriko basi aseme niliwaambia, tunaongea, tuna tunachokijua mtu wa Mungu. Kwa wale ambao wanaomba, waombe, kama watafanya shambulizi kesho kesho kutwa au hivi karibuni, maana yake sasa hilo litakuwa shambulizi la tatu wanakuja kushambulia ukuta wa Yeriko, wanajaribu, wanadunda, wanarudi. Wanakuja kushambulia ukuta wa Yeriko, kujaribu, wanadunda, wanarudi. Sasa ili shambulizi watakalolifanya hivi karibuni litakuwa la nne, na kila wanapokuja kushambulia wanakwenda kusoma tulishindwa wapi, tuongeze nguvu wapi, tufanye nini ili kuendelea. Lakini taarifa ya ndani tulionayo hii, shambulizi watakalolifanya hivi karibuni wanafikiria kulitekeleza pia hata katika maeneo ya ufira yenyewe. We. Hapa ndipo alipofika kwamba vikosi vyao vingine vitokee Uvira kujielekeza kule kule Kamanyola au kujielekeza kule Runingo, kutoka Uvira kujielekeza kule, ili kwamba wale wazawaza walioko kule Kamanyola wanaposikia risasi zingine zinatoka huku, ruvunge zinatoka huku Runingo, zinawafuata kule, basi wajikute kama vile wapo kwenye panik, ili waangalie namna na isiwe ya kusogea mbele kupigana na M23. Isiwe ya kuja Uvira lakini iwe ya kutafuta njia ya kupenyeza kwenda Burundi, kwamba wafanye hivyo ili wawachie mlango wakimbilie Burundi, jambo ambalo bado linawapa kikugumie M23 kutekeleza hili. Ni pamoja na kuona kwamba hata katika jiji la Uvira pia wako wazalendo wengi tena wakutosha. Kama hawatashambulia usiku huu, maana yake bado wanahisi kukwama na hivi vikosi vingi vya wazalendo, ambapo viko ndani ya Uvira kwa maana hawawezi kuanzisha vikosi Uvira vita wakafanikisha, wakati huo wazalendo wako ndani ya Uvira. Kwa hiyo hawawezi kwenda kule Runingo kwa spidi kubwa, maanake bado vita vitakuwa vikali ndani ya umo Uvira mwenyewe. Na kama vita vikianza kuwa vikali ndani ya Uvira, wasipo vengre wasipovishinda wasipo vishinda, maana yake hata zile kambi walizokuwa wamezifanya, wamejificha ndani ya nyumba za watu, wamejificha ndani ya mahoteli, sasa itafika mahala zitaenda kubomolewa na wataanza kukamatwa ndani ya manyumba, kuuawa, kuuawa, na itakuwa, eh, sheke totali. Ndio maana bado wanajifunza je, na walioko ndani ya Uvira ndani ya nyumba watoke waende kushambulia au waendelee kubaki kwanza? Hivyo sisi tulioko kwa Manyola, tufanye tu shambulizi haya? Ndiyo maswali walionao usiku huu, ndicho wanachojiuliza usiku huu. Lakini ni swala la kuwa uzagi, swala la wazalendo kuwa makini, kama ambavyo nilianza kuambia toka siku ya juzi, wasisinzie, wasilale, kwa maana taarifa nilizo nazo, mzee wa habari mbichi, ni zile za ndani. Kamera zangu zinamulika mpaka chini ya kitanda. Yote wanayoyaongea ninayanasa, na ndiyo haya ninayoyatoa. Sababu ya kuongea hivyo ni kwamba mara nyingi M23 wanapozisikia hizi taarifa za mzee wa bari mbichi huwa wanachomwa moyo sana, kama injili ya Yesu Kristo inapowafikia watenda zambi. Kwa hiyo huwa wanachomwa na kulaani, kama waiunguze mitambo ya, ya mbali yetu tv ishirilie mbali, lakini haiwezekani. Hii ni redio ni tv ya watumishi wa Mungu na inalindwa na Mungu. Wameshafanya vyovyote, lakini iwezekani. Na yako mashambulizi mengi ambayo M23 ilipanga kuyafanya maeneo fulani, maeneo fulani, wanapokuwa kwenye mipango, mzee wa habari mbichi ninapopasua, basi inakuwa pia sababu ya wao kufeli, kuairisha, kusema ah, tupange tena, kwa maana hivi tumeshajulikana, tusii kuingia ambushi, isiwe hivyo. Wanachukia sana na sasa watu wengi wanapoona nimetangaza jambo alafu halijatokea kwa akili yao kuwa finyo, afu ndo anasema unasemaga vya uongo, ulisema wewe pale watapiga, mbona hatukuona walipiga. Upumbavu, hawajui sababu ya kusema ni kuvunja, pia ni sehemu ya vita pia, wakati diplomasia zinaendelea mazungumzo kidiplomasia ya kidiplomasia yanaendelea. Sasa huku nako ndiko wazalendo wa, wa M23 hawalali, na wenyewe wako bize watabomwaje ukuta wa Yeriko. Na mara nyingi wametumia hizi lugha za kidiplomasia hizi kama moja kati ya silaha zao moja kati ya silaha zao. Wakongomani wanapoambiwa habari za diplomasia wanashangilia, wanafurahi, wanajisahau wanakwenda nazo alafu huku vitani waliokuwa wanatoa michango ya kusaidia wanaopambana wanazembea, wanaona ah, basi bwana, vita vitaisha kwenye kwenye diplomasia. Wanatulia, wazalendo wanaumia na njaa, wanaanza kutoka maporini juu ya njaa, alafu huku wanakuja kushambuliwa. Ni wakati ambao si kila mtu anatakiwa alale. Kongo haijapata amani bado. Kongo bado ipo katika vita vizito na watakaopambana vita hivyo ni wakongomani wenyewe. Uwe raia unahusika katika vita, uwe mchungaji unahusika katika vita, uwe nani, kila mmoja anahusika vita. Vilianza hivi hapa unajua hata kama wa M23 wanakamata baadhi ya maeneo hiyo, inakuwa imaanishi kwamba wazalendo au vijana hawapo katika maeneo hayo. Tunajua wazalendo mara nyingi hawavai nguo za jeshi, na hata wakivaa nguo za jeshi wao ni vijana, ni raia. Anaweza akaonekana asubuhi katika nguo ya jeshi, lakini akaivua akaonekana raia. Ila pamoja na hivi, katika kila eneo ambalo M23 ipo, wao wanajua, hatuwezi kufika pale na pale, kwa maana pale wazalendo wapo, au wazalendo ao wako maeneo yale. Sasa katika maeneo ambayo wazalendo walijulikana wapo katika teritori hiyo hiyo ya Kabari, maeneo ya fulani ya pori lao fulani hivi. Kwa hiyo sasa M23 ndiyo wakaamua waende kushambulia wazalendo katika eneo hilo, kwamba tuwafukuze watoke hapa, twende tuwakanyage wale vijana, watoke hapa. Hiyo ndio ilikuwa plani ya M23, wakaenda kuwawashia moto, moto waliowashiana, maana yake wazalendo hawakuwa mbali na shamba la miti la wapadiri watu wa Bukavu wanajua tunaposemea Kabale, miti mirefu mirefu mizuri iliyopandwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo ndipo sasa mashambulizi yakaanza, vita vikaanza. Bahati nzuri, hivi tunavyopiga kelele kila wakati kwenye mikrofoni, vijana msilale, muwe macho, iweni macho wakati wote, kahawa kunyweni kahawa, haya maneno yanaingia kwenye masikio yao na wao wanayasikia pamoja na kwamba walikwenda kustushwa ghafla, vijana waliinuka kwa kasi na nguvu mpya, mapambano yalipigwa, yale yakufa mtu ndani ya miti shamba la mapadiri mapambano yakapigwa. Maana yake ukionyeshwa picha za lile pori, shamba lile la miti ambalo ikuwa napigana, yani miti inatobokatoboka miti inatoka maganda maganda, mtu unapigwa risasi kuchomoka upande wa pili ni hatari sasa. Matokeo ya vita yakawa hivi, wazalendo waliresisti sana na wakapigana na, na M23 kweli. Na taarifa sasa za ukweli tulizozipata ni kwamba M23 walikanyagwa vya kutosha, walikanyagwa wakanyagika, maanake walikandwa wakakandika kama unga wa ngano vile unaotengenezwa chapati, unakandwa na ngumi unapiga ikiwezekana watu hawakuoni, nilikuwa naona wamama wengine anaanza kukanyaga ule unga wa ngano mpaka na miguu ili uchanganyikane vizuri. Ndivyo ambavyo M23 likanyagwa, ikakandwa kandwa pale kwenye miti, waligongwa vya kutosha. Taarifa tumezipata kutoka kwa raia kwamba ni kweli wajomba walikipata wali cha maana. Kwa hiyo wakafa wa kutosha, maiti za kutosha, na walivyopigwa hivyo maiti zilionekana kusafirishwa lakini pamoja na maiti kusafirishwa ziko pia zilizobaki, ikabidi wa M23 wakimbie. Walivyokimbia wakaona tutakimbilia wapi ili tuwe salama? Sasa wakakimbilia maeneo ya shule, waliona tukienda mashuleni huku ambako kuna raia wengi, basi mambo yatakuwa sawa, watoto nini, au wazalendo watakuja kupiga huku, na hata wakija kupiga huku, basi watakuwa napiga na watoto wao. Wakafika mpaka kwenye mashule, ndio kujificha ndani ya mashule na wazalendo wakaona kwamba hapana, hawa kama wamekimbia mashuleni, tukiendelea kwenda kupigana nao, manake tutariski sana maisha maisha ya watoto tutariski sana maisha ya watoto. Watoto na walichokifanya ili wajifiche vizuri kwa wanafunzi, waliambia mkuu wa shule, waliambia mkuu wa shule kwamba afungua fungulia watoto milango warudi waende nyumbani, watoto watoke waende nyumbani mkuu wa shule akawauliza, sasa ninafunguaje watoto waende nyumbani wakati masasi risasi zinalia nyingi vitani vingi si vingi si wataumia. M ventro akajibu mkuu wa shule ni shule ya msingi kwamba hapana, hata wakifa si manake watakuwa wameuawa na ndugu zao wazalendo. Fungua watoto waende nyumbani. Kwa hiyo hiyo ni tekniki ya vita kwamba vile watoto wanavyofunguliwa madarasa waende nyumbani, maana yake watazagaa, watakuwa wengi pale nje kutembea katika njia mbalimbali mbali. Wazalendo watakapoona watoto wengi ni na nini kwa hiyo wataacha kupigana, ndio mbinu waliotumia. Kwa hiyo wazalendo walipoona watoto wametoka mashuleni m wame amekimbilia upande wa shule, wakaacha kupigana, na hapo ndipo palipokuwa mwisho mwisho wa vita, lakini hivyo walikuwa wameshavunwa vya kutosha, mafungu la kumi kabisa, malimbuko yameshatolewa. Sadaka za damu shetani alikunywa za kutosha. Kwa hiyo pamoja na kwamba wazawaza waza walikatisha vita, lakini ripoti tulizo nazo zinaonyesha kwamba hata hivyo, watoto wengi, kuna baadhi kabisa watoto wamekufa, picha tunazo za kutosha, ila pia kuna hata watoto wengi pia walijeruhiwa. Hayo ndiyo yaliyotokea kwenye shamba la vita, teritoria ya Kabare. Kwa hiyo walisukumwa mpaka kufika mjini kutoka kwenye mapori, wakasukumwa mpaka mjini kwenye shule za watoto, ndio maana tunasema Vijana wamefanya kazi M23 ya kiona cha moto Kabare, kwa hiyo walikandwa vya maana sana. Baada ya taarifa hiyo, kuna taarifa nyingine ambayo ni kupe dondo kidogo, ambayo imetufikia usiku huu, inasema kwamba asambwa Useni, huyu ni Mbembe ambaye huwa anatengeneza audio nyingi. Zamani alikuwa akiongea kuhusu kuwa upande wa Wazalendo, alikuwa anawakandia sana Watusi maanake alikuwa kama msemaji wa Wazalendo, kuwakandia sana Watusi, lakini ghafla tu alibadilika akaanza pia kushawishi Wabembe wakubaliane na aliance na, na, na fefi Kongo, wakubaliane na kabila wajunge na, na M23. Sasa Wabembe wakatafsiri kwamba huyu bwana amekuwa muasi, huyu bwana ameshanunuliwa. Na wengi wao Wabembe wakanasema Samba Useni ameshanunuliwa na wahasi, kwa hiyo wakamhesabu kama ni msaliti amekula pesa ya waasi, na hivyo anaanza kuongea upande wa waasi. Sasa taarifa tulizozipata kutoka jiji la Baraka, taarifa zinaeleza kwamba Asambua Huseni ameaga dunia, amekufa, amepigwa risasi za kwenye kichwa upande wake wa kulia na zikaondoa kabisa mfuniko wa kichwa, kwa hiyo hakuna namna peleuku hospitali, na picha ambayo wamenitumia imeonyesha hivyo. Mimi sijawahi kumwona Asambua Huseni wala simjui, ila wengi wanasema habari mbichi. Habari hiyo niliyoiona ndivyo ambavyo vimeeleza, na majina walionipa wakasema, huyu ndiye Asambao Useni amepigwa.